<laughs> wakati wanapokuja kutafuta <puto>, tafuta <laughs> hata shemeji yako ambaye anawezesha mtoto leo nilimwona. <laughs> Nakumbuka kuna mmoja alilipa shilingi mia tano nikaenda kununua vivigoloni <laughs> ili nikamwite dada. Nakumbuka <laughs> mi ni mtoto wa saba nyumbani, kwa hiyo wengi wengi ni wadada wametangulia. Dada yangu wa pili ambaye mtoto wake ndo airini Nakumbuka. <laughs> Na, tu acha nikiseme. Nakumbuka <laughs> La <laughs> alikuwa anafanya kazi mahali, Na kipindi hicho shemeji ndio alikuwa ameshaanza mpango mpango wa kumtaka dada, mpango wa kumtaka dada hiyo. Basi mama na baba inawezekana walifanya mpango ili dada akae mbali ili nichendeutau. Nasema ukweli <coughs> Lakini nini, nini? Lazima uwe na chakabuti lakini, dada baada ya wiki mbili akarudi akasema hakuna kitu kitakachonitenganisha na mandesi <coughs> <coughs> Nakumbuka mwenyewe akili timamu, nakumbuka, nakumbuka nikiwa mdogo, abatsela iv nikumburi. Sasa baada ya kusoma na kuwa pande na nini ana kuchambua Biblia, ninajua sasa ile, ule, ambayo huwezi kuificha. Mtu akishapenda na ule mvuto ule wa Adamu alipoamka, kama Yesu. Ni nyama katika nyama yangu, fupa katika mfupa wangu. Sasa hiyo naikumbuka vizuri. Tuachane na ya shemeji yangu na dada yangu. Na hiyo nuru shafu, hata wewe una vya kwako. Sasa tu mimi nimesema vyao, lakini wewe vya kwako, vya kwako unavyo. Kuragini hata mlitoroka wengi muko irouyeuye muko uya asubuhi, ikawa ndo mwanzo wa kurudi kuolewa. Sasa Adamu baada ya kuamka na kuona ule upendo, ndio akampa jina. Sasa akasema, huyu ataitwa mwanamke, yeye ni mwanamume kwa okay, Kiibrania mwanaume anaitwa ishi mwanamke kwa kibrele nito isha, mwanaki, karibu sana. Amempa jina ambalo karibia ya nataka fanana la kwake. Kwa hiyo mwanaume, mwanamke, mwana, unaona, ni karibu sana, ni herufi chache tu zinatofautiana. Alimpa jina zuri. Wewe unamuitaje mke wako? Mwempa jina gani? na nuke lavura mkofo unamuitaje? Adamu alimpa mke wake majina mazuri. Kuna watu wanaita waume zao wake zao majina mabaya. Usiite mke wako, usimtambulishe kwa majina mabaya tewarumu <coughs> <coughs> <coughs> usiite mimi nakumbuka nikiwa ni paroko Mbagala, nilikuwa waitiwa kesi za wanandoa, anakuja huko mama amefura anakwambia baba paroko, baba nimobaba nimechoka, ni ni ni naomba nikapumzike nyumbani, ni ni ninaishi na nguruwe <laughs> ng'ombe <laughs> Mchezo, mchezo. Mm, mm. Bas, mtu anakuja na maumivu yake hivyo. Lakini Adamu alimpa mke wake jina zuri. Ni vizuri kumtambulisha mume wako vizuri au mke wako vizuri hata mkienda kwenye sherehe. Kaa naye, furahi kujitambulisha naye